Mimi nimekuwa kijana mdogo, baba amenitoa pale nikiuza mboga, nikawa kansela miaka tano, nikawa mbunge miaka kumi, leo hii mimi ni gavana. Sijajua chama kingine isipokuwa ODM, hakuna vile. Tusikizane tafadhali, mkubali. Hapa Mombasa, tutatembea ama coast, kwa kila kaunti kunyamazisha umma wa chama cha ODM. Tujipange 2027, lazima tukue katika meza ya uongozi wa nchi hii. Hatuwezi wanadiomye wana ODM oye! Hatuwezi tena kurudi katika opposition, hatuwezi rudi tena opposition. Mimi nimeona watu wakifa, nimeona watu wakifa tukiwa maandamano kule Nairobi, mtu anapiwa risasi anawekelewa juu ya bonnet yangu, watu wamelemaa watu hawana manyumba kule Kisumu Nyarenda, watu waliwawa. Tafadhali, mtu yoyote ambaye atadhania kwamba atavunja chama cha ODM tutakuvunja mapema.